Maziwa bar ya baridi: mimina kikombe kimoja cha maziwa baridi, weka karafuu mbili zilizopondwa, loweka kwa masaa matatu au sita, ongeza vanila, mdalasini au asali kwa ladha zaidi. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, hakuna jibu la moja kwa moja. Maziwa ya karafuu ya moto yana nguvu za haraka, wakati maziwa baridi ya baridi yanahifadhi virutubisho na utulivu. Mwisho wa siku, mwili wako ndio mwamuzi. Jaribu njia zote mbili, sikiliza mwili wako na chagua mchanganyiko unaokufaa zaidi, mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV.